Nilikwambia siwezi kujiana na malaya kama wewe. Uliamua kunidhalilisha, siku tena ukija kukanyaga nyumbani kwetu, nitakuja nikupaswa aribu yuaa kizi changu ku umeamua kunidhalilisha, si ndio? hivi hivok nachokifanya naona kwamba kipo sahihi. Sawa, Nyamwesa, mimi naondoka, lakini kaa utambue wewe ni hapa duniani ya Nyamwesa. Kira kweli utabaki kuwa pale pale. Nakupenda sana Nyamwesa. Na sitachoka kukusumbua. Yaani huyu ndio mwanzo tu. Lakini picha kamili linakuja. Mimi sichoki. Yaani mimi bora uniuwe. Lakini sio upendo tu kufa mimi na wewe Nyamwesa. Kwenda zako malaya wewe. Unifanya unapenda unampenda unampenda nani? Kompenda, nashida, na kapenda, wakuna, Kiberiti, mimi nikwambie nina shida upendo na malaya kama wewe. Nenda akapenda wako na Kiberiti malaya, sio mimi hapa.

Kwa mtu anapopigwa, anapopigwa nini mtu super <laughs> hapo sasa, unaongea sana afu. Jamani, leo kuongea na yeye sio, tumeelewana. Wajua sasa hivi wanaume wengi wanapenda kulelewa tena. Wewe hivi lishangaza kabisa, sio kimo chako kile, limepanda juu rafiki beberu. Eh, unalelewa kabisa, mtoto wa kiume kabisa, utakufa mdomo wazi, mimi nakwambia. Mimi <Raw1> sinakwambia kabisa. Hayo sio maisha kabisa. Na kingine anachongea jamani, Sisi wale waume wazee, Nyinyi wanaume wame wenzangu, Leo nachongea ni kitu kimoja. Haiwezekani mtoto wa kiume kabisa. Mtoto wa kiume kabisa. Eti mtoto wa kiume unafua, unaosha vyombo, eh? Hapo mke wako anafanya kazi gani? Wajua watu wengi sana baki taita wanaume wengi sana. Kwa kazi zao wanapelekezwa na wanaume, wanapika, wanaosha vyombo, sio mpaka mpaka nazo nakuna. Kabisa mtoto wa kiume kabisa. Na umeoa kabisa. Sasa mimi nawaambia kama wanaume wenzangu baba tutaita. Acheni hizo tabia. Au ndo mama akasema akisawa. Akisawa basi sio akisawa kwa style hiyo. Sio mambo hivyo. Na hakuna akisawa mwanaume atabaki kuwa mwanaume tu. Au mnasemaje jamani? Mwanaume ni kichwa cha treni. Mwanamke ni mabeo anafuata. Lakini nyinyi mnakaa kabisa tu, unakaa kabisa kwa unaosha vyombo kabisa eh? Unakula kwa sanazi kabisa eh? Umeweka mapaja kabisa sasa. Mtoto wa kiume kabisa. Nyinyi, acheni habari hizo hizo. Mimi na nikwambia, mimi hapa binafsi nakwambia. Mimi mke wangu ananijua. Mimi naomba kishazo ni Makoba. Si watu kale sasa nimsaidie mke wangu kuosha vyombo. Eti nifue kabisa mtoto wa kiume. Eh? Unakaa kabisa umekaa hivi kabisa. Eh? Unaosha vyombo kama mtoto wa kiume. Mimi binafsi mke wangu ananijua. Mimi naomba kishazo kuna mahusiano. Lakini mimi naomba nyiko na mume wangu. Mimi nilofanya kufanya. Sio mwanangu. Mimi mwanangu. Makoba, unajizima data eh? Ni mara ngapi nimekukataza kutoka nyumbani? Nisha kwambia ukitoka nyumbani omba kwanza ruhusa kwa, si unanielewa? Haya, unakuja kucheza bao. Vyombo nyumbani umeosha? nguo zangu umefua? Makoba, na kuuliza Changamsha hiyo miguu yako, naomba kanipikia chakula nile tatukishepu, si unanielewa? Simtumbulie mi macho yako, ondoka hapo. Nanyi mnaniangalia nini? Yoni, mjanaume mzima, kazi kucheza bao tu, yambani yanawashinda mkikaa utasema mwanaume. Kaka, acha usichezee unyama mapenzi yako kwenye system. Ujui, mtu anapewa nini mpaka anakuwa vile? Huo ni umbea huo. Mtoto wa kiume mimi nimeenjoy. Nimefly sana, lakini kama ingekuwa ndio mimi mke wangu kutamika pia ungeweza kaniendesha kifarafara kama anavyoendeshwa mi kidume. Lazima mwanamke atembee kwenye misimamo yangu mimi, ikiwa kama mwanaume tukishep katika siku, umeniuzi leo, umeniuzi sana. Usingesubiri mimi nirudi nyumbani? Unaenda kumzalisha mbele rafiki zangu bana, na kitaa wanajua. Wanaume ni wambea kama wanawake. Unafikiri skendo hii si ya kuibeba? Sio, wanaenda kuitambaza kitaa nzima. Sasa sikiza, ngoa mimi sitaki safari hii. Mimi sijali nani kasikia nani hajasikia, lakini ninachohitaji humu ndani ufanye kazi zako zote ambazo unazijua humu ndani. Cha kwanza, umeondoka umeenda kucheza bao Baba, wewe vyombo hujaosha. Nguo hujafua. Kupika hujapika. Unategemea nani atafanya kazi zako za huko ndani? Sawa. Sasa ungenipigia simu. Ungenipigia simu ningekuja hapa. Eh? Tungemalizana. Alafu mimi jinsi ninavyoishi mimi na wewe, sitaki kila mtu ajue. Eh? Mimi nitaonekana mwanaume mdhaifu bwana. Lakini yote mimi nafanya kwa sababu ya upendo. Au unataka mimi nione nito bishoke, si ndio? Mimi ni uso. Siri siri, siri ya nini? Sikiliza nikwambie. Utoe vyombo uoshe na upike chakula sasa hivi hapa nje. naniuma otetukisheb nanitesa sana. Kwanza sasa hivi umeneka mzungu wa nne, leo siku ya ngapi? Leo naala mzungu wa nne bado, haki zangu za msingi sizipati ndani sauni une yote sababu unajua mimi nakupenda. Sawa, mi nitafanya chochote unachotaka Ndo mambo gani? Kwani si nimesha kuelekeza ndani kwamba hela yako nitakuletea? Bwana, acha kuwa na roho ya hivyo hasa. Mimi unafikiri natokaje kama hivi huko, yani unafikiri ananichukuliaje mimi yani wao, umenitoa kwa mkuku mkuku mimi nikajua labda leo naingiza bonge la amana. Japokuwa ni elfu mbili mia tano lakini naifanyia nai nini? Naitolea jasho. Lakini cha ajabu tunafika hapa. Onyebia tu sina hela. Hivi baba, alikwambia kusema mimi ni wakukopwa nani? Alikwambia kwa, kwamba mimi ni wakukopwa nani? Alafu sikiliza. Mimi sifanyi kazi ya kanisa mshahara Amina. Sijui unanielewa? He, mimi nipo kikazi. Kiberiti. Naomba nisikilize kwanza. Unajua sisi wanaume sio kila mwanaume unayemwona ana demu. Sisi wengine tulikuwa hatuna. Kwa kichupa ni kwa kimejaa nikasema sasa, hapa inabidi nitumie mantiki moja. Kiberiti wewe upo msaada mkubwa, kwa hiyo nikasema ngoja kwanza nikutafute ili tumalizane. Of course swala la hela tutaongea. Kwa hiyo yaani, nikatumia ujanja ujanja. Kwa hiyo hilo lote sio shida, mimi najua naenda kupambana. Ila jioni najua yala nakuletea uhakika. Basi naomba nielewe, lakini sio kunizalisha. Kama unataka kunizalisha hivi, wewe unanionaje? kama hivi mimi kweli nitoke hapa hivi hadi ninakokaa? mm -hmm. Kumbe kichwa kilikujaa eh? Sasa sikiliza wewe, kilikujaa si umekimaliza, kimejaa cha kwangu mimi mimi Kiberiti ndo kichumba changu sasa kimehamia kwenye kujaa. Sasa <laughs> usipoleta hela yangu hizi nguo baba upati. Ukichelewa kuleta hela baba. Hizi nguo hizi ndo no, zitanifanya mimi nikaziuze nika ili nipate kikandi ya kiuno ulichokibinua binua umda. Lakini naomba no, nisikilize kwanza kidogo. Yaani naomba nisamee ndugu yangu. Nige tu hizo nguo kwanza. Yaani usinizalishe kiasi hicho mama wangu. Nakuomba. Hivi wewe ulivozaliwa, kwani ulizaliwa na nguo? Uchi na mimi, leo nakuacha uchi. Kwani na kitu gani cha maji? una kitu gani cha maji? Sasa leo nakuacha uchi, utoke mpaka hizi hela yangu. Naitaka hela yangu jioni, baba. Usipoleta hela yangu jioni, agot kulonda mkino na nini, very good. nyumbani kwako ukaniletea fujo bwanangu, ulimchukua nimekuja nyumbani ni kwako, unaniletea mambo yako ambayo hayaeleweki. Sasa sikuza nikwambia, nilikuwa nakutafuta sana leo, lazima nikunyonge wewe. Mboe wewe, unafanya kama unajua kuchukua mambo za watu sasa. Leo tumekutana, kama una kama wewe mwanamke kweli, sema fioko, uone fioko. Alafu ndio nisikilize tena kwa makini, yaani narudia tena ile ile kauli yangu, bwana yako <coughs> sikufuata, bali yeye ndo kanitafuta mimi. Mimi sikumtafuta yeye. Sijui unanielewa? Alafu sikiliza tena kitu kingine ni kwa bip. Ukiniletea jeuri, si nyumbani kwangu nilikupiga. Alafu na hapa nitakukanyaga na huna cha kunifanya chochote kile. Kashtaki popote pale. Yaani hata mimi ukienda kushtaki kwa mjumbe, mjumbe mwenyewe kwanza anakula mchicha. Ukienda kushtaki kwa mwenyekiti, mwenyekiti mwenyewe kwanza ndo tunamalizana kabisa kwa buku buku. Sijui unanielewa? Kwa kashtaki popote pale. Unapopaweza na leo hapa nakukanyaga. Tena nakukanyaga. Na ukashtaki kokote kule. Hata kama ukienda kushtaki kwa mjumbe, mjumbe mwenyewe na mudu. Nenda kashtaki kwa mwenyekiti, mwenyekiti ndo kabisa anafanya kazi ya kula bukubuku zake. Sasa leo ndo tutakapoona tena kushtaki kwa nani, kwa sababu wote mimi nawamudu. Nimeweka hapa mimi ndo Kiberiti, hamna sio. Najua kitaita nzima wewe unajikuta mamba kweli. Kila kona ya mtaa unakichafua kwa tabia zako, we nani aso kujua mabwana wawenzako? We unawachukua, unadanga mpaka una dangi ya nyumbani, unaleta kugu mpaka kwa majirani. We Kiberiti nakilanga komwe, Kiberiti dan bak ukome

Yaani jamani kwanza ulivyonisimamisha, kwanza umenisimamisha kwa adabu. Nipo si sponsor hapa ndo sasa yani, leo, nime, yani leo nimepata yani kwa nilivyokuona nikajua hapa lazima niruke na elfu kumi sio elfu tatu basi. Eh? Nionajekucha wanla usikiliza wala hata tusio na mambo mengi, hata pale tu tunamalizana kwa kusimama. Nipe basi hilo buku, mimi nina shida na hilo buku bwana. Hapana dada, unielekeze kwa Mgabu, kama utaki kunielekeza basi. Ni Kiberiti, kakimbia. Sasa, nikwambia kitu. Uyo ya leo kiiriaa <laughs> lakini mke wangu si ulishaongea huko ndani na kaisha. Mbona tena hili jambo nalianzisha mwanzo? Kwani ukiachana na huyo Kiberiti mimi wako sinipo, kwani kuna shida gani? Hivi mbona unajielewa wewe? Ni mimi ndo ndoneye kulisha, ndo ndoneye kufanyia kila kitu. Kabisa tu mtu anakuja nakaza nakaza anakula utamu wangu. Oya, wewe utamu mimi naugalamikia babu wewe. Sijui unanielewa wewe mba. Huyo we, Kiberiti anijui vizuri. Nitamkomesha. Naomba tu ndio ndo kanipa kama mtu anibembeleze bini la. Nani asojua. Mabwana wa wenzako wewe unawachukua, unadanga mpaka unadangia nyumbani. Unaleta gugu mpaka kwa majirani. Komwe Kiberiti we, utoko wa ganga njia panda, unajichakaza kwa wingi wa mabwana. Au chagui mkubwa wala mdogo, yoyote kwako ni sawa. Walete kati wewe unagawa, na ukirudi nyumbani narudumelewa. Ujieshimu wewe

Unanifuata nini kwangu? Kiberiti. Mimi sina mengi. Nimefuata nguo zangu. Nimefuata nguo zako, baba. Yani, mimi na tulikubaliana nini? hapa sitoi nguo bila hela. Leta hela yangu, nikupe nguo zako. hela yako nimekuja nayo ila katika kuja nayo nimekuja na 2000. 0 l nimepelea mia tu naomba unisaidie. Ni hmm. Yeah, mwana kwa abando. Yaani unakuja kwangu unasema mpungukiwa kaangia hela? Baba, hapa mimi sipokee hela nusu. Yaani wakaleta hela yote. Hapa mimi ndo nakupokea. La sivyo mingo zako sikupi. Yaani leta hela yote iwe imekamilika hapa elfu mbili mia tano. Ndio nakupa nguo. Ila bila hivyo, rudi. Mimi hapa sisaidie watu baba. Yaani mimi hapa nipo kikazi zaidi. Kwa hiyo sipo kusaidia watu. Rudi. Asa Kiberiti. Emu wage unajua hata kuwasaidia watu. Unajua kabisa siku ile unaondoka nilikuwa sina hata mia, bado nimejitahidi hapo mwenyewe. Unavyoniona nimetoka huko nimefanya makazi, yani nimefanya, jitihada zote mpaka nimekuja na hii hela. Bado unashindwa kunisaidia kisa mia. Ulizani mimi ile sio kazi ngumu baba mimoja hilo nimefanya ni kazi ngumu, mpaka nimerudi hapa ndani nikaanza kujikanda kiuno, kiuno kilikuwa kinaniuma sasa, naomba unisikilize <gazis> napokea, sawa hiyo elfu mbili mia nne ila usipoleta hiyo mia usipoleta hiyo mia, eh, madhara atakayo kukuta, hiki kidogo nilichokufanyia, yaani hicho nilichokufanyia ni kidogo. Mimi huwa ni mtu mbaya, baba, kwenye hela

na mimi mtu akianzisha matatizo na mimi we. <laughs> vita mbona unaishindwa? nguo hizi jioni, ela ingia baba, angogogauni sasa nisikilize, wesi unajikuta mwamba yani we kunibebea mi nguo zangu gesti ili umelikoroga sasa, ngoja tukuonyeshe kwamba sisi Kitaita ni majina yetu tunaitwa kina nani. Kama wewe unajikuta umeshindikana huko huko kwenu, ila sio mtaka Kitaita hapa. Ulikuja tu na utaondoka, utatuacha sisi, afu Kitaita nzima tunajulikana. Kama mimi najulikana Msigala ni nani? Nitakuonyesha wewe. Umelianzisha mimi, nalimaliza na hiyo shingimia yako sikupi. Unajulikana kwa nguo za kuazima baba. Sasa sikiliza, sio unajulikana kwa nguo za kuazima. Mimi najulikana. Yaani najulikana kwa upuzi ninaofanya. Na, na mimi najua kabisa kusema hapa ninaofanya ni upuzi. Najulikana. Yaani muulize hata mtoto mdogo atakuonyesha kusema Kiberiti ni nani. Sasa tuone kati ya mimi na nani anayejulikana. Sasa ndo nitakapokuonyesha. Sio najulikana kwa ngoza kwa zima. Ehe, mimi wenzako, najulikana kuliko hata unavyojulikana wewe. Subiri nikukomeshe. Sasa, hayo maneno sisi wenzako tunafanya vitendo. Leo umenibebea nguo zangu na nimezifuata. Hii shilingi mia nataka izue swala lingine.